Moja eneo ambalo najua umeweka nguvu kubwa ni kuimarisha sekta ya sheria kwa kuwaelimisha Watanzania ili waweze kusaidia jamii, iweze kujitambua, ifahamu haki zao za msingi, lakini pia kupata usimamizi wa kina kwa wote wenye mahitaji ya kisheria. Hii ni pamoja na programu ambayo wewe mwenyewe umeidhamini ya Dr. Samia Legal Aid inayoendeshwa nchi nzima ya kuwasaidia Watanzania wenye uhitaji wa msaada kisheria, wa kisheria wapate msaada huo bila malipo yoyote. Hii maana yake ni nini? Leo zoezi linapoendeshwa nchi nzima ni kwa sababu kwenye taaluma hii tuna idadi kubwa ya Watanzania wamebobea. Na hata tulipokuwa tunaenda na mradi huu ambao miaka iliyopita tulikuwa tunachukua wataalamu kutoka nje ya nchi, na zoezi la mwisho la mwaka elfu mbili na mbili lilileta wataalamu kutoka Afrika Kusini. Mheshimiwa Rais leo wa Tanzania, tunafurahi kusikia kwamba zoezi hili ambalo lilikuwa linaleta wataalamu kutoka nje ya nchi tumetumia wataalamu wetu wa ndani kufanya urekebu wa sheria. Leo umeweza kuweka saini mabadiliko haya au urekebu huu ukiwa ni matokeo ya taaluma iliyoko ndani ya nchi.